Kule unanyosha maana kile eh, ae pale kibonde kile kinachotokea pikipiki ndio kule. Sasa ndio nyumbani unakaa mbali sana. Sasa nimemwambia huyo na mgeni wangu kazi zote nilizofanya, unione huruma tu hapa, yeye singekuja, ah

Nimefurahi sana kufika hapa. Karibu sana. Asante. Una nyumba nzuri sana. <laughs> Mimi bishi mjeanguka toka ni mm. Kenda kwenye mihangaiko. Ah, na bahati mbaya kweli. Sasa mm. nimekuja hapa nina jambo muhimu sana sana. Ah, shoga kwa chakula maana nimeshiba tani. Ah, shoga yangu sijali karibu mambo yenyewe ndo. nyendo sinajua tena. Ah, shida mwashukuru. Reima, wewe Reima! Abe dada. njoo tu Yani ukia kitu ka gani hivi. Mdogo wangu utapata taabu na we mwache mtoto. <lipopilu> u, yani, hmm. <lipopilu> Lepi, mbona msema sana hivi? Hivi kinyonga tu. Hivyo utamweza mwendo wake kinyonga hivi. Yani unakuja, eh, unaniambia kuna jambo limenishangaza. Bibi Rama mbona iko vile, ana shida gani? Eh. Labda ataja patwa na shida ndugu yangu Yani tena hata kidogo, ila yule bwana yule ya? mm -hmm. Shida yake ilikuwa hiyo, unajua kimaisha sipo sawa. mm. Nimewaza nimewazua niko nani, bora nifike kwako, wewe ni ndugu yangu, utaweza kunitupa kweli? Kubwa zaidi ninahitaji ongea na bwana shemeji, kiwezekana zaidi nitafutia tamishe za kufanya. Unajua ni mission najua, na shemeji ni mission town. Unasemaje dadangu? Kweli kabisa kaka, lakini maisha ambayo naishi ndani na shemeji yako leo tupo, kesho watupo, leo tumecheka, kesho tumegombana. Shemeji yako wamebadilika sana, wakionana baba huku, mtoto huku, baba huku, mtoto huku. Sasa nahisi bwana mkubwa yule ana lazi ya baba yake, ndio kilichomfanya kila kote makopo chezea. Lazi wee, lazi tena hmm. hmm, dada mwambie ukweli, yamekuwa aynaondoka <laughs> Kazi umbea tu kusikiza mambo watu wazima, mtoto mdogo. Tuachane na shoga. Yangu niambie, shoga, ninaombea huo shoga. Si nikuambie shoga yangu, nimepata mbaba, huyo mama ana hela, ananipenda. Unajua kunipenda, wow. Yani kikoa tu unajua. mm -hmm. Mbaba mama ni ana hela hatari, wow. Yani kikoa tu yupo. mm -hmm. kile anachokitaka natimizia, si naelewa. mm -hmm. nimwombe nini asinipe? Hmm. Yaani ananipenda hatari, ila sasa shida yake, mm -hmm. Nimewa mtu amekuwa na vitabia fulani vi vichafu vichafu, kila siku ni ugomvi. Yaani hata sijui namwanzia wapi yaani, eh, hmm. Basi, na namwingiaje? Maana atakurudi usiku, anarudi mi anaojisikia, yaani changamoto dada. Basi nachokiona dada yangu chakifanya hmm. labda mi nimtafute mimi kama mimi enda nikimfesi mimi kama mi mwanaume. mm. hata nilewa basi sawa, nisaidie kwa hilo maana, da kawa mbogo haingiriki hamche, yani hata kula tu. Kwa hiyo mtafute mwenyewe basi. Mimi ngoja nikuache, nileke enye mambo mengine haya, msalimie mama, ah, ndugu zangu wengine wote, msijari <laughs> zimefika. Haya, karibu sana. Sasa hiyo nayo shida, ndugu yangu wa mm. unasimamiwa mtu? Wewe wewe weeweewoe nani kuku au mende? Waumende <laughs> unaruka nao mjini, mchawi umu tu. Sasa mpa kujisemea wenyewe, so ungekana eti mume wa mtu kweli jamani? Ndio ndio, hivyo namchuna, namchuna, namchuna, abaki tu mfupa Apite barabarani, <laughs> polisi kwa kweli Aha, kama polisi au hapa mwenzangu kama mtu sijui mmewa mbuzi mmewa nani lakini umo umo tuna banana umo umo ila shida ta simpendi sasa ule mudi naye inakuaje ndugu yangu yaani yeah, mudi naanzaje kuachana naye mm hisi -hmm. na unaelewa shoga yangu mudi nimetoka naye mbali sana tumevuka milima na mabonde naanzaje kumwacha mudi kwa mfano wewe mm -hmm. mudi wako iyo mm -hmm. yes, siwezi kumwacha kiukweli Abe, mlete mgeni maji dugu wao. Ah, ameshapigiwa simu sasa hivi sasa hivi nahitajika huko na e, muda umeenda kweli dugu. mm -hmm. acha mm -hmm. uvivu, sio kama huyo chauvivu. Yaani aliwasha friji yani, sidhani. Shoga, mimi nina haraka naomba tuondoke tu, ndoke, tu? Leima, lete pochi basi twende maana huyo naye tukianza kumtuma tukapapa wanzangu tutashangaa tu. Leima, mlete pochi. Ah. Sasa mwanaume unakuwa na wazo moja bwana, wanaume sisi tunakuwa na mambo mengi, madeni madeni hapa na pale, juu ya kupanga mipango ya familia kuiongoza na kuiendeleza, makubwa na madogo. Sasa unapokaa mtu bwana anakuwa na kuzonga mengi sana. Ee, ulikuwa unasemaje mpenzi wangu? Mimi ngoja nikueleze tu jambo la mtoto wetu Rama. Salama anasikia yuko kwa barabarani anahangaika, eh? Watu wanamshika huko anashindwa hata kumshikika. Ninakuomba mume wangu tufanye hiyo kazi, tumtafute mtoto wetu. Hmm? Yaani, umetafuta mada ya kuzungumza ukaona mada ya kuzungumza saizi, nimerudi nimechoka, baada ya kutafakari jinsi gani ya kuniliwaza na kunituliza, unaniingizia hayo unayoniingizia, umeaona sahihi kabisa kwa wakati huu. Unatoa hivi mume wangu jamani? Yule ni mtoto. Hivi kweli unakubali tumwache barabarani aadhirike yule mtoto? Unafikiri anapoadhirika yule ni nani anaadhirika? Sisi. Eh? Lazima watu wazungumzie kuhusu wazazi wake wako wapi? Mume wangu, hebu naomba rudisha moyo wako. Hebu tumfuatilie yule mtoto, kwa maana hiyo kwa utovu wake wa nidhamu, ili swala tulishalizungumza sisi mapema kabisa Eh, hatuna sababu ya kumchagulia, sawa, wanajichagulia wenyewe, lakini sisi kama sisi tuna maono na kuona mbali, eh, kuliko yeye. Tulishamwambia, nami nilishamwambia huyu mwanamke kwa sura na mwelekeo na maudhui yake hakufai mume wangu

yeye eh, akaniona mimi akatuona sisi wote hatuna maana, hayawani, tunamfanyia fitna na nini na kila kitu. Sasa leo yametokea yaliyotokea, unataka kunishirikisha mimi haki? Yaani nipoteze muda wangu mimi, niangeke mabarabarani na mimi namkamata kweli? Mimi nakuomba hapana, hapana, nakuomba mangu, ndugu, tutamtafute mtoto wetu. Mimi nasemaje? Ah, lama ni mtoto wetu ambaye amesababishwa na mimi na wewe, na ni damu yangu, lakini kwa namna moja au nyingine nasema kwamba kwa kila mchumajanga hula na wakwao, na sisi ndio ndugu zake na ndio ilitakiwa tule naye pamoja, lakini kwa hili mimi najitenga, sipo kabisa. Kama nyinyi mtaangaika, ni ninyi, mimi simo kabisa. Sitaki mnishirikishe kwa hili. Yaani na wewe uko pamoja na mama yako. Ndugu yangu, eh? Ndugu yangu. Kwa hiyo utovu wake wa nidhamu na mpaka hatua iliyofikia, unataka mimi nisumbuke, nipoteze muda wangu, akili yote ivurugike, ukiuliza nini lama eh? Tena nakwambia kabisa, heshima kuheshimiana, tutakuja kuvurugana na tutabugizana makofi, tutadhalilishana hapa. Mimi sitaki matatizo, naepusha shetani, namwepusha shetani kwa heli. Sitaki kabisa matatizo. Mungu aliumba dunia, binadamu na watu mengi, mejionea wengine vidudu mtu. Mungu aliumba dunia, binadamu na watu, nimechoka. <coughs> Glori, asa mi nitapata kwa nani? Kila Glorie siku huwa umechoka, kila siku unataka, kila siku Asa unanipa. Si haunipi, ndo maana sasa nachoka kila siku. Asa, mme wangu, umenioa sanije, nifanyije hapa ndani, mme wangu, mba kidogo, mba kidogo basi ah, achana basi, naenda kulala. Achana na mimi. Mtu ah, anakwambia kachoka kachoka, unacholazimisha kitu gani? <tipa> Mama unaku hivyo lakini. Hivi mwanangu, huli babako, ana akili kweli eh? Yaani, mzee mzima unamweleza matatizo, baadae ya kukusaidia baadae ya kutupa akili anapanda juu yeye, anakuwa kama nini sininininii. Mzima yule mikajua sijui, na mawazo kuhusu nini, wanamwazia baba, tushaongea naye sana eh? Shida yote na mwazia na mwazia usimwazie yeye mama. Sasa nisimwazie yule mtoto wangu peke yake? Sasa yule mtoto ni wa kwetu. Sasa mweleza mtoto anazidi kupanda juu. Hivi kweli jamani, mwanangu. Mama sikiliza, ukimwazia baba utazidi kukonda. Nakuomba, kwani si wenyewe tuwezi kwenda kumtafuta kaka baba hmm. Ni kweli tunaweza eh? Sasa watu kibao kwa baba anakuambia nimemwona kakaako hapa, nimemwona kakaako hapa. Tunaweza kwenda kumtafuta kaka wenyewe. Basi tufanye hivyo mwanangu, sawa. Lakini huyo babako, siku nikimpata alama kumleta hapa, atanijua mimi ni nani hapa, tutapambana hapo. Si mzima? Natakili basi sawa. Zim, zima, Basa, mama, lakini usiwe mnyonge, msikie mama wangu Chizio, chizio, chizi ni story ya kweli, chizio chizio, chizi ni story ya kweli. Chizio chizio, chizi ni story ya kweli. Chizio chizio, chizi ni story ya kweli. Chizio chizio, chizi ni story ya kweli. Tulipendana mbinguni ukanisaliti duniani, upendo umekwisha, upendo usio safi aujengi, unaboma upendo usio safi aujengi, unaboma. Mapenzi yanauma, mapenzi yanafunza.